Oh, tulipoishia ndio tunapoendelea. Mzee ila anamfata mwanaye, walinzi wakamzuia, akabaki tu kumuita na Namshi, rudi mwanangu. Dogo alitembea kaja mpaka kwa babu yake kisha akamwambia, babu, tayari nimefanya kama ulivyoniahidi. Kwa kwa hiyo hautamfanya chochote mamaangu. Aisee, mzee na roho ngumu sio poa, kumbe alimpiga mikola bwana. Mdogo alimwambia ukiondoka na mamaako, wewe na mamaako wote mnakufa. Mzee mzee akaitikia kwa kichwa ndiyo, hautamfanya chochote mama. Alilia kwa uchungu sana mama, hata nguvu kuendesha gari alikuwa hana tena, ikabidi arudi na ndege. Umo kwenye ndege sasa kashika picha mwanaye huko analia vibaya mno. Kadhalika upande wa Namshii naye analia na thio poa, huku akisema nisamie sana mama, najua nimekukosea sana. Sasa ndo tunarudi kwenye movie. Sasa hicho ndicho kilichomtokea baada ya kunyang'anywa mtoto wake, akaona bora atengeneze roboti. Miaka ikaenda, mzee Namshii huyo hapa amekuwa na mama akuchoka, aliendelea kumfuatilia mwanaye kwenye mitandao na kumtengeneza vile vile vilevile ina maana akikua naye anatengeneza roboti mkubwa alivyo meweza kumtengeneza yule roboti, alimvesha betri lenye umbile la saa, kisha ngome akakubali mzee, kisha likajitambulisha, mimi ni roboti wa AI, jina langu naitwa Namshii. Basi miaka kaenda mpaka namshii ka mtu mzima mama kukata tamaa tena katengeneza roboti mwenye umri wa mwanaye. Hivyo alikuwa akimona roboti kafikia amemona mwanaye namshii, wewe ni mwanangu pekee uliobaki, ni maisha yangu. Kisha roboti akatoka na kumkumbatia roboti linahisia, mzee likamwambia mama usilie. Tunatoka kule, tunafika huko airport, kuna chuma inaingia hapo nyeupe endekana ndani mtu aliyokuepo mtu mwenye hela, maana kuna walinzi kama wote. Mzee kafunguliwa mlango na kushuka, ila anaenda mbele kidogo, anaona tangazo la PK Motors. Huyu ndio namshii mwenyewe, uji mzee yana analindwa kila sehemu anapoenda Alivyoingia na kukaa VIP na PC yake ndio ilikuwa imeingia sasa. Kuna kamlizi kamoja hapa, kuna kisaa fulani amekivaa mkononi, hicho kisaa sio saa, kumbe ni kamera. Akaanza kupiga picha za kutosha tu, alivyomaliza huyo akawa anaondoka huko akifurahi na kuchukua saa kwakona kidogo na kuizungusha. Ila anafika mbele kidogo anashikwa mkono, kumbe na mshini alimuona akaichukua ile saa na kumwambia unafani nzuri bidada, anaacha kuongea mzee, maneno hayanyoki, namwambia tu mimi ni mtu wa kazi, sina kazi, niache kazi, sheria ifuate mkondo wake. Ah, mwamba akamuweka kibao basi, waandishi wa habari walichukua video kama vyote mzee mara walinzi wakaingia na kuwazuia waandishi wa habari wasiendelee kuchukua video. Kisha na mshindi akaondoka. Sasa tunakuja une ndege. Huyu mwamba aliyevaa suti ya bluu ni bodyguard wa mshindi, hivyo baada na mshindi kutoka pale, sasa akawa anamtafuta ili amangae ndege yote yaone chochote mara simu ikaita, alikuwa anapigwa na namba ngeni. Alipopokea akasikia anaambiwa, naona ananitafuta mimi. Mwamba akamuuliza wewe uko wapi? usengae kunitafuta mimi, ni Miyama, nimepanda ndege nyingine. Sasa mwamba akawa anamwambia, endapokuwa nikikuacha uondoke peke yako, rais anaweza akaniuliza, wewe uko wapi? mimi nitajibu nini? Kisha na mshindi akakata simu. Hii ndege ya VVIP mzee wanapanda madoni tu. Sasa kuna mwamba mmoja hapa anajifanya anasoma gazeti huko, anampiga jicho na mshini. Tunatoka kwenye ndege, tunafika kwa mkurugenzi. Mkurugenzi yupo na mpembe wake hapa, anamwambia saize, namshii yupo kwenye ndege, hivyo tayari nishamtumia mtu, lengo letu lazima litimie. Mkurugenzi anasema hakikisheni, msije mkamkosa na mshii, lazima afe, maana akifa yeye, mimi ndo nitasimamia kampuni ya PK Motors. na namshii kashashuka ndege, ila mwamba bado yupo nyuma yake, anamfuatilia mzee. Alitoa picha ya mama yake na kuiangalia, kumbe kuja kwake kote huko amekuja kumtafuta mama yake, maana amemiss siku nyingi sana hajamuona. tunakuja huku kwa namshi roboti, mzee anawasha taa kutumia macho tu, kisha kawasha redio na kuongeza sauti kidogo na kwenda kugonga mayai kwa ajili ya kuandaa menyu. Mzee alivyo maliza kupika, mama mwenyewe alivyo testi msosi kasema, mbona mm, mwanangu, chakula kitamu kama cha Grand Paradise. Kisha akamwambia kuna mtu anajua kutubeba, inabidi twende mjini tukafanya shopping kidogo. Kabla hajaongea sana, uni ikapigwa mzee kuashiria mtu anayowafuata kashafika, kisha ukapanda gari na kuondoka. Sasa wakawa wameshafika mjini, walikuwa wamesimama sehemu ya kivukio, wasubiri taa iruhusu ya watembea wa mguu wapite kwa namshi ni roboti akaangalia taa za babalani na kuweka taa ya watembea wa mguu ili wapite, mzee. Mama akamwangalia usoni na kumwambia usio anafanya hivyo ile mama naye anaondoka na mshioji ndo anapita nyuma yake mzee. Ina maana wampishana padogo tu, ina maana mama angegeuka nyuma angemuona. Sasa huyu roboti akazululazulula zulula, akafika mpaka sehemu hii hapa, anauza maua, akiwa anashangaa maua na kuyanusa, na mshioji mwenyewe ndo huyo hapo mzee.